Wanaokwenda kwenye manabii wa uongo ni watu ambao wanamhitaji Mungu wa kweli, wanahitaji miujiza ya kweli, lakini wanayakosa. Kwa hiyo wanadanganywa kwa sababu wanahitaji vitu kama vile. Tunaelewana vizuri? Hatuwezi fanya kongamano, uingie kanisani na mapepo na urudi nayo na mapepo, uishi na mapepo. Hiyo si ibada. Ibada ya Mungu ikiwa, lazima nguvu za Mungu zizihiriki katika ile ibada yo tunahitaji nguvu za Mungu. Dunia imeharibika kiasi ambapo uchawi umeuzishwa um, um, um, barabarani. Leo tunaona watu wanakwenda kufanya university huko huko, narudi ni mchawi anakuwa Freemason, anakuwa anaingia kwenye homosexuality, anaingia kwenye mambo isiokuwa na maana. Yani shetani anaonekana hadharani, inabidi kanisa liwe na nguvu zaidi ya kawaida ili tusifanane wale, lakini wao watufanane sisi. Yani tunahitaji nguvu za Mungu. Ambia jirani, we need God power. Mwambie vizuri sana. Yes. Tunahitaji nguvu za Mungu, yaani unatakiwa hata kitandani uwe na moto wa Mungu, barabarani uwe na nguvu za Mungu, kanisani uwe na nguvu za Mungu. Wengi katikati yenu hapa wako kwenye uwepo wa Mungu tunapoabudu, tunapoomba, lakini akitoka hapa ananyongwa shingo usiku, pepo zinamfanya vibaya, anazina watu asiowajua.